Habari zenu, so naitwa Elizabeth from Brighter Communities Worldwide. Um, as you can see here all these tools are from Transformation Textiles na today nitakuwa nawaonyesha vile what an overview of what tools we have in order to make a protective underwear na kutengeneza bado a basic underwear. So before I show you all the tools so what are, what are, kitu namaanisha ni So here as you can see we have tuko na the core na the top these, from this cutout na hii cutout, inatoa kitu kama hii this is a protective underwear. I'll show you what this is later. So from this one you get this And alafu unapata bado this panty. I will show you in another video how vile unaeza unashona hizi vitu zote

So unakuja una layout your library hapa, then unachukua folda folda kama hii unaengelea hapo, alafu marker pen, marker pen iko kwa soko unaweza pata kwa soko una draw, or unaweza tumia bado sabuni kuchora, so you shape, you shape, you shape. Then ukishamaliza when every time when you finish You make sure you, you unakunja alafu unarudisha kwa paili yako ndio usijipate uko na vitu mingi kwa meza, then unarudisha alafu unakata unakata. So ukishapata hizo shape enye umetress, inatokea kitu kama hii then for for this here for the basic. Pia hapo kwa tapestry tuko na shape kama hii, vile unaona hapo alafu bado kama ni protective underwear tuko na hiyo hook. Okay. So next from ukisha kata hizo shapes, bado unaweza unaweza tumia t-shirt kushuku kuja, ukishakuwa na hiyo cut out, unaweza kuja utumie t-shirt kutengeneza bado underwear sasa. Sasa so, so unaona hiyo cut out ya folder unawekelea juu ya t-shirt. Unakata hiyo shape kwa kwa tapestry bado tulikuwa na shape shape inaitwa basic. Hii ni ya everyday underwear yenye unaweza vaa kila siku, so unakuja kwa hizi. of course we need to we need to save. So kwa shati moja au tu mitu shati yote, kutoa side ya mbele juu, kuna shape ya basic, unawezawekelea hapo, ukujiwekelea basic nyingine hapa, ukujiwekelea nyingine hapa, so sio, unaona utakuwa na basic tatu. So hapo kuna panti tatu, unaweza kuwa na basic tatu Ukibaishati tatu unakuwa na basic tatu na bado unatengeneza panty tatu, then hiyo saidi ya nyuma bado una change, unabadilisha. So ikiwa hivyo hivyo, unaegelia hivi saidi ya nyuma saidia nyuma unaweza kujua uamue kutengeneza protective underwear, so kata out yenye ulitoa kwa tapestry, unaekelea hivi kata, unakata alafu unakuwa na panty. alafu from this cutouts tuko na from size extra small, which is number 1 to number 9, which is 5 times extra large. As you can see, hapa kwa tapestry bado tuko na 9 9 sizes so vile mnaona hapa, so this is two, three four large excel mpaka kwa five extra large. Hiyo sasa ni the the biggest number yenye tunaweza pata, so we fight worry about sizes cause already it is provided up. So what vitu zenye tunatumia kukate hizi folders ama shati, so for the fabric, fabric ni manguo yenye scissors unaweza tumia kukata manguo. This is uh, fabric scissors, hizi ni ya fabric only. Alafu ya, kukata makaratasi. <laughs> Mbona nasema hivyo? Juu hii makasi uki, uwezi kata nayo nguo. Ukianza tena kukata nayo nguo utashinda hapo, haiwezi kusaidia. Alafu hii ya nguo inakata nguo haraka haraka, yaani kitu ningefanya in one minute hii inafanya in seconds. Alafu hii uwezi tumia in paper juu uh, ita utaharibu. Then tape tuko nayo tape ni ya ku ku tape hizi cutouts maybe. Unataka ku, kutengeneza kitu strong una, unatumia tape. Tape. So vile nilikuwa nimesema um, protective underwear this is a, um, uh, a, mattress cover vile mnaona hapa I'll show you. So hii ni mattress cover. Let me show you what I mean. This is it. This is a mattress cover. So unajua huko mtaani si watu wengi wako nayo, but ukienda kwa super ama big big towns unaweza ipata hii mattress cover. Ukiifungua yote hivyo vile iko, imagine, unaweza toa almost 70 cutouts in one mattress cover. So at least sunona ukinunua uh, uh, hii moja uh, you get 70 from this all of this so at least, utakuwa ume save pesa na tunaanza biashara. So this is overview ya vile how we can make a panty. Thank you.